Ngoja nizungumze hili likukolee vizuri wewe. Kuwa mwanamaombi wa familia, maana yake ni kuwa mwonaji wa kesho ya familia kabla familia haijafika kesho. Kwa hiyo, inapotokea kuna mambo magumu na mazito yanatokea na wewe unashangaa kama wasio na imani, tuna wasiwasi na mfumo wako wa kuwa mwanamaombi. Nenda kwenye ngazi ya kanisa, nenda kwenye ngazi ya taifa na light, kama tungekuwa na waombaji wa kiwango hicho, maana yake yale mambo mabaya yanayolenga kushambulia familia, kanisa na taifa tungeyaombea mapema kabla hayajaja, ili yasije yakatukuta. Tutakapoifikia kesho, siku ya kesho yawe yamekwisha kuyeyushwa na tuikute kesho iliyo salama. Huko ndiko kuomba. Sikiliza, unaweza ukaomba Mungu asikupe, lakini hilo ni jibu Yaani, ukienda kwenye vitabu vya Mungu vimesainiwa tayari. Nimeshamjibu, ila hujapewa. Yesu anatamani kikombe hiki kimwepuke, nenda kesho yake yuko Goligota. Kwa Kiswahili cha kwetu tungesema hakujibiwa, lakini Kiswahili cha Mungu alijibu. Ngoja nilazimishe, Bwana Yesu asifiwe. kwa usifike kwenye maisha ya kwako akasema Mungu hajanijibu Mungu anaweza akakuuliza, kwani wewe ulitaka nikujibu vipi? Nilikuwa ninaomba mtoto, sijapewa mtoto. Mungu atakwambia, majibu yangu sio lazima nikupe mtoto. Ukiomba mtoto, ninaweza nikajibu tofauti na kukupa mtoto, lakini kwangu Mungu likawajibu kama mwanangu Yesu Kristo aliomba kikombe hiki kiniepuke, maana yake nisipite kwenye njia ya msalaba. Ndio iliyokuwa ajenda ya Yesu. Swali, Yesu hakupita msalabani? Kwa tungekuja kwenye kona ya pili, Yesu alijibiwa, hakujibiwa? Sasa unalojibu mwenyewe, usinijibu.